Timu ambayo ni ya umoja, tuwe wamoja. Haleluya! Ukijijua una kiroho kisichokuwa na maelewano na wenzako, anza kukichomoa binafsi, kwamba wewe, toka mi, nataka kuwa na umoja na hawa. Wewe chomoka, toka mi, nataka kuwa na umoja na hawa, nataka kuwa na umoja na hawa, nataka kuwa na umoja na kanisa, usiwe kinyume. Unapoanza kuona wewe ni kupingapinga, ujue roho ya utawanyiko na na, na mgogoro ibo ndani yako. Roho ya mtawanyiko na mgogoro inaanzaga, dalili zake za kwanza ni kupinga cha wenzako yeah. Kile ukisikia wenzako wanene, unapingaga unakosoaga tu, mm-hmm. Wewe ni mtaalamu Unafikiriaka wakati mwingine, usipokosoa kama vile haujasema haujafanya, yaani ujisikie vizuri mpaka umepinga kidogo. Hey. Kigoma oye, wabishi hey! Oye hey. Hey. Hey. Juu la nyemelewanga, sio kila kitu kupinga vitu mm. Vingine tia muhuri, Amen. Vitu vingine weka sahihi, Amen. Vitu vingine sema ndio, haleluya. Ukizoea kupingapinga, utakuwa adui wa kupinga mm.